Kanisa letu halijafungwa ila kwa sababu ya hofu iliwaingia waamini wetu kuona utepe, kukamatwa, kupigwa mabomu, wameogopa na wameshia na kanisani, wakiamini pengine hili katazo pengine la kweli. Si tumefuata watu wa kanisa letu kuiombea serikali na kuiheshimu serikali. Kwa hiyo akaona kama ni serikali imefanya hivyo, hatuna haja ya kupambana serikali, tukasubiri wasubiri, viongozi wa juu watatuelekeza vizuri zaidi. Na kwa sababu ya subira hiyo, mimi niwapongeze kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, utulizi wenu kulipata hivyo, endelea kuwa na amani sasa. Rasmi glory